Baada ya Dar es Salaam Young Africans kupokea kipigo cha chuma moja kule nchini Malawi, timu zima ya D&A TV ndivyo ambavyo tumewasili hapa mpakani. Hapa ni mpakani mwa Tanzania na Malawi. Tayari kazi ambayo ilitupeleka Malawi tumemaliza, lakini Young Africans yeye ndiyo ambaye ametuangusha baada ya kupokea chuma moja. Tunaanza safari ya kurejea nyumbani. Hapa tuko boda, nikirudi nyuma ni Malawi, nikisonga mbele ni Tanzania. Kwa hiyo shughuli yetu tumemaliza, na kila kitu ambacho tumekifanya huku Malawi, na tumaini mtazamaji wetu umeenjoy kwa kiasi kikubwa sana. Kama bado hujaenjoy, tusubiri mchezo wa marejeano tarehe ishirini na tano. Je, Yanga Africans atawapa furaha ile ambayo mashabiki wengi kutoka Tanzania walikuwa wanaisubiria kwa hamu? Sisi timu nzima ya D&A TV, furaha tumewapa na natumai mmezidi kufurahia. Kama bado, jamaa na familia, subscribe na ubonyezi alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kwa kupata taarifa zote ambazo tunakuwekea hapa, lakini maisha ya Malawi yalikuwa mazuri sana, kwa sababu Malawi ni nchi yao ya kivyao vyao wana utamaduni wao. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi nimeviona nje ya mpira tu, Malawi ni watu ambao wana vijana wa, wengi wa, ambao hawafanyi kazi, lakini pia vijana wengi ni wa, wanapenda kunywa pombe kali, vitu ambavyo nime, nimeviona nchini Malawi. Lakini vitu vingine ambavyo vya football nimeviona, wanapenda sana timu yao. Kwa hiyo wapinzani wa Silver eh, Strikers Nyasa Big Bullet walikuwa Silva. Uh, uh, kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo tumeviona huko ni vitu vikubwa sana, na natumai naye pia mtazamaji wetu utakuwa umeenjoy sana. Mimi ni mzee wa media shuhudau kwa muda wote, lakini pia nitoe salamu nyingi za pongezi kwa direkta ambaye anazingatia kila kitu kimekuwa sawa Jovano, yeye yeah, yeah. ameweka sawa sana sala hilo.